Raia wa Goma walioweka pesa zao katika kikundi nyendawa gira wameanza tayari kupata pesa zao baada ya siku nyingi ya masito. Hii ni baada ya keliwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto kuingilia kati swala hilo na kuagiza uongozi wa nyendawa gira kurudisha pesa za raia. Hawa ni wakaaji ambao tumekutana nao hapa wakiwa na furaha nyingi kuona wamepata pesa zao, huku wakiridhishwa na hatua ya keliwali wa jimbo depoza kaumu munyenga sasa, balieskroke makuta zetu. Guvernera ka intervenir sasa, tuko mu sisteme ya kukuya retire zenye tulitia ndani fra frah nitere, paske unaona na weye, tulikuwa deja hatuna espoir ya kupata zile makuta me, kwa sasa njoo hizi. We binafsi nashuhudia. En tout cas felicitation et courage, ya bon service. Aishi milele, ni kwa ajili yake njo tumepata hizi ma. Asingelikuwa guverner vraimen, kama tungelirudia mikanatute ndiyo wako na turudisha wako kwa moyo wako na murudisha zake. Mie zangu nimezipata, njo hizi. Nafurahi sana sana sana, nilikuwa ju nilikuwa nasema se hizi zilishakuliwa. Mi napata desa e vendolas nilikuwa mm, eh, eh, na konte moja moj, eh, mm. Guvernere, mumwambie abarikiwe, aishi milele kwa juu, saa tuliendaka kwa guvernere alitwambiaka ginsi tutapata makuta, atapata maipo posible tupate makuta mm. Sasa tuko nazipata ya ya guverneri mwalitufanyia hii hi murari jomwe ametugombania ju tuzipate papa. Guverneri, Mungu akubariki ju metugombania kupata hezi makutu atua. Guverneri ametusaidia sana, meza pata pesa yetu kabisa. Mungu amubariki sana kwaiamefanya Ametusaidia sana juu bila guvernere mwenye tuko naye leoe, eh, mpya leo bila guverneme guber, tungepata hii pesa? ni shuruti gani? kwa watu wanaorudishiwa pesa zao kwa sasa, Joseph Banza ni mmoja mwa watumikaji wa hapa kwenye nyenda wagira. Tuko narudishia kila mtu mwenye aitaka makuta yake murezou nyendawagira, na tulianzia kumutu mwenye iko na konte moya mwenye system haakawaireti

Efrem Rupanzura kiongozi wa shirika ya Nyendawagira asema kwamba pesa wanazolipa wakaaji ni gaji waliokuwa wameweka kwenye benki ya Kadeko mjini Goma. Hii pesa yenyewe wanapokea kwa sasa ni pesa ambayo imewekwa kwenye Kadeko kome garanti yenye mie mwenyewe direkter nimefanya retre, na kwa sasa iko inagabuliwa pale kumezo yetu Nyendawagira na iko kufaveri ya wa klia wetu na nina imani na ninahakikisha kwamba wako wanazipata kama tulivyoandaa. Ifahamike kwamba hatua ya kulipa pesa hizi imefikiwa baada yake liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini kupokea malalamiko ya wakaaji waliokuwa wameweka pesa zao kwenye shirika ngenda wagira, naye kaunda kamisheni ya kufuatilia swala hilo.